Habari, hii ni PCB Prince Couture Brand. Bwana, leo nimewaletea 6 button ya pin stripe dark blue lakini iko na peak lapel. Karibuni sana. Uzuri wa pin stripe haijawahi kutoka kwenye fashion tokea karne ya 18 mpaka leo, ni kitambaa ambacho kina thamani lakini pia kina uniqueness ya hali ya juu. Karibuni sana. Bwana, leo nataka tushe mambo machache ya msingi. Cha kwanza ni hiki kifungo cha chini cha 6 button mara zote huwa akifungwi na hii rule iliibuka mwanzoni mwa karne ya 19 na sababu ya kutokifunga hiki. Aa, kifunga hiki ni kumpa comfortability mvaaji. Kumbuka, ukikifunga hiki kifungo unakuwa ni kama umeongeza kubana ile eneo la hips, kwa hiyo hata unapotembea ile eneo linakuwa limebana zaidi, lakini kikiwa wazi, maana yake ile eneo unalipa nafasi ya kudrip vizuri, lakini pia mwonekano unakaa vizuri. Unaweza ukaika move, ukafanya movement bila shida yoyote. Unaweza ukakaa hiki kifungo kikakupa comfortability, kikiwa kiko hakijafungwa. Lakini kuna watu wanajiuliza kwa nini kama kifungo hiki hakifungwi kinakuwepo. Hapa <laughs> ndio tunapata zile sababu tatu za kuwa na vifungo kwenye suti. Iko sababu ya kijeshi, ziko sababu za kiurembo, lakini ziko sababu za kimatumizi. Na sababu tunayoitumia hapa ukiweka na tusikitumie ni kwa sababu tu ya urembo. Ni kama ambacho kiko hapa na hapa. Hivi fungo havina function lakini vinawekwa kwa ajili ya urembo. Eh, vifungo vingine ambavyo vinawekwa sasa kwa ajili ya kimatumizi ni kama vifungo vya mkononi. Ah, tunasema madaktari na hii wanasema ili kutoka kwa madaktari kwamba makoti yao yale yalikuwa ya yanahitaji kuwekwa vifungo eneo la mkononi, ili wanapofanya mambo ya saji kwa upasuaji wasivue makoti wawe tu wanakunja kwa sababu hiyo. Tukaileta pia kwenye maisha ya kila siku, kwa sababu sisi sote tunavyovaa koti tunahitaji kufanya shughuli nyingine za kijamii, kwa unakuta vifungo vya mkononi vinafunguka kwa ajili ya urembo lakini pia sababu nyingine ni kimatumizi, lakini pia ziko sababu za kijeshi na kiusafi. So, kama wewe ni soja unazijua. Lakini kitu kingine haraka haraka ambacho nataka tu share leo ni kuhusiana na jinsi ya kukunja koti, kwa sababu hii ni changamoto ambayo ipata kwa wateja wangu wengi wanavyokunja koti, na unakuta wanakunja kama ambavyo wanakunja mashati, kitu ambacho tunafanya koti liharibike mapema. Ukitaka koti kwanza, koti alifuliwi mara nyingi, hiyo mjue koti mara nyingi unachukua unalifua at least mara moja kwa mwezi, au mara moja kwa miezi miwili. Sasa unapotaka kukunja koti, hakikisha haukunji ile eneo la la katikati la bega. Mara nyingi shati unakuta unakukunja unalikunja hapa, unalikunja kwa nyuma hii. Kwa, beg, bega halitakiwi kukunjwa. Kwa sababu gani? Halikunjwi kwa sababu ile eneo kuna canvas lakini kuna pamba, au kuna shoulder na kuna chest pad Ukikunja unaharibu. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kugeuza mkono nje ndani kama hivi. Ukishageuza nje ndani, huu mkono mmoja unakuwa umegeuka hivi, huu mkono mwingine unakuwa huko hivi. Kwa hiyo unachokifanya hapa, unachukua mkono huu ambao umegeuza, unautumbukiza ndani ya huu mkono mwingine. Unachofanya ni una protect hii shoulder, bega lako liendelee kuwa salama kwao. Ukishaweka hivi, kinachofuata ni kuikunja hii nguo mara moja katikati hapa hivi pa. Ukishaikunja hivi, unaweza sasa ukaweka kwenye begi lako na ukasafiri. Hili coat ukilitoa hata sport pass ukilivaa iko classic and smart. This is PCB. Tunaonyesha jinsi yes, gani ya kuvaa. Na mashati kama hii ni shati ya kushona, unaweza kuiona iko classic sana. Ukija PCB unajizolea vitu vizuri ambavyo unaweza ukaivaa ikiwa ime. <clears throat> unaweza ukaivaa ikiwa kwa kuchomekea, lakini pia hata ukichomoa inaonekana vizuri na inavutia. Karibuni sana. Sisi tunapatikana Magomeni Mapipa, Mtaa wa Mji Mkuu. Naweza kuwasiliana nasi kwa namba 0628540451 ama 0766340621. Queens Couture Brand. The uniqueness you deserve. Beltless pia zipo. Usiona. Unahitaji kuvaa mkanda kwa sababu unapovaa mkanda unahitajika kuhakikisha mkanda unafanana na kiatu, unafanana na saa. It's a too much kwa wanaume kwa kipindi hiki. Kwa ukivaa beltless kama hii, umesave budget. Karibu kisibii.